Baada ya mvutano wa muda mrefu, sasa ni rasmi kuwa watani wa jadi wa soka nchini Tanzania, Yanga na Simba zitakutana katika dabi ya Kariakoo siku ya Juni 25, elfu mbili na ishirini na tano. Uamuzi huo unakuja baada ya sintofahamu ya muda mrefu iliyotawaliwa na kunyooshiana vidole vya lawama baina ya viongozi wa klabu hizo kongwe nchini Tanzania, bodi ya ligi ya nchi hiyo pamoja na TFF. Ratiba ya mchezo huo namba 184 inakuja baada ya sakata la mtanange huo kwanza kutua ndani ya bunge la Jamhuri ya Tanzania na kisha kumfikia Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alikutana na viongozi wa klabu hizo Juni 13, 2025. Kama ulikuwa hujui, basi mchezo huo ulikuwa ufanyike Machi nane ila kwa mshangao wapenzi wa kabumbu nchini Tanzania, ukaahirishwa baada ya Simba kususia kwa madai kuwa walizuiwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho kabla ya mchezo husika. Katika utetezi wao, Simba Sports Club maarufu kama mnyama ilisisitiza kuwa kitendo hicho kilikuwa ni kinyume na kanuni za ligi kuu ya nchi hiyo maarufu kama NBC Premier League. Simba walidai kuwa walizuiwa na walinzi na makomando wa Yanga kuwa lazimu kususia mchezo huo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu. Hatua hiyo ililazimu bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB kuahirisha mchezo huo kwa uchunguzi zaidi, huku nao wa Yanga wakijibu mapigo na kauli mbiu yao ya hatuchezi Wananchi walisisitiza azma ya kupewa ushindi wa mezani kwa madai kwamba walikuwepo uwanjani siku ya mtanange huo na kuongeza kuwa walipoteza imani na viongozi wa TPLB. Huku maandalizi ya mchezo huo yakiendelea, tayari mwenyekiti wa TPLB amejiuzulu nafasi hiyo, huku rais wa TFF akimlima barua ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almasi Kasongo hadi uchunguzi utakapokamilika. Inadaiwa kuwa tayari suala hilo lipo mezani mwa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Ama kwa hakika ngoma bado nzito, ila kwa sasa swali kubwa ni tunacheza au hatuchezi?